Ndio mkoa aa wa jukumu na Dkt Samia Suluhu Hassan ya kutafsiri mapinduzi ya kilimo Watanzania d hesabu za wa kiuchumi Watanzania asilimia sabini wanaishi kwa kutegemea sekta ya kilimo, on a daily basis. Morogoro ndio sura, ndio dira ya ya mapinduzi ya kilimo in 5 years time makadirio yetu ni kwamba mapato ya mkulima wa Morogoro yatakuwa leo, by then, yameongezeka kwa about 500 billion shillings. Wale wakulima wadogo wataongeza kipato mifukoni mwao by 150 billion. Tumeleta mazao ya kakao kakao, mwaka jana wakulima wa kakao wa mkoa wa Morogoro wamepiga 11 billion bila maandalizi in 5 years time, na vitu tunavyofanya huko kakao watakuwa na 50 billion. Kwa ubunifu wenu na machinery yenu ya ya huduma kwa wateja, mimi am sure CRDB mtaendelea kuwa mfano na huko pia, naomba niwaambie wateja wenzangu, tuendelee kufanya kazi na CRDB mia katika watu ambao wamebadilisha taswira ya huduma kwa wateja. Tafikiro hili maalum na uzinduzi wa wiki ya huduma kwa wateja mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambayo inaenda na kauli mbiu ya Mission Possible ambapo sisi tunatafsiri kama wakati unaowezekana mageuzi ya kiteknolojia mfumo mpya kama msn, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wateja wetu, katika kuendeleza udhubutu na ubunifu wa kuwahudumia vyema wateja wetu hapa apash Burundi pamoja na Kongo na masoko mapya ambayo tunapanua wigo wetu ikiwamo Dubai. Hivi karibuni benki yetu tumefanya mageuzi makubwa ya kihistoria kwenye mfumo wetu mkuu wa kibenki, mfumo mpya wa au umeiweka benki yetu siagi katika ramani ya dunia kiwango sawa kabisa na benki makubwa dunia kama Lloyds Bank ya Uingereza na kama Bank ya Marekani. Hivyo ni sahihi kusema kuwa mageuzi haya ya mifumo ni sehemu ya mission impossible. Kwa nini mageuzi haya ni sehemu ya mission impossible? Kwa sababu yanakwenda yanakwenda kuongeza kasi ya huduma, yanakwenda yanakwenda kuongeza usalama, kufungua milango ya ubunifu, kuyafikia huu utasaidia benki kutekeleza vyema mipango yake ya upanuzi katika masoko mapya ndani na nje ya bara la Afrika, ikiwemo soko la Dubai, ambapo benki imepata kibali cha kufungua ofisi ya, ya kwa hiyo, tunaposema, mageuzi haya, mission possible. Man, kwa maana hiyo ofisi ya uwakilishi tunamaanisha kwamba mabadiliko tuliyoyafanya kwa wengine yalionekana magumu mno, lakini sisi tunayafanya na, na kuweka benki kwa moja benki za mifumo ya kisasa duniani na hivyo wateja wetu watarajia huduma za elimu ya kimataifa. Wapendwa wateja wetu, pamoja na mishumo mirasi, mabadiliko makubwa kama haya hayakosi changamoto. Natambua kuwa wakati wa mabadiliko ya mfumo, baadhi ya wateja wetu walipata changamoto katika huduma, na hivyo wanapenda kutumia jukwaa hili kuendelea kuomba radhi, lakini pia kuwashukuru kwa uvumilivu wenu. Wafanyikazi wetu, kwanza kuanzia matawini aimaauwakifanyakazi masaa nne pia ma kua kuanzisha changamoto za wateja zinatatuliwa na wanafurai maboresho haya. Huo ndio moyo wa benki ya CRDB na huyo ndio moyo wa huduma. Ni kweli CRDB ni kwamba wametufungulia fursa kubwa sana, kama Watanzania kama wananchi wa wa no, no. na wakazi wa Morogoro tunawapongeza mno mno, na kiukweli CRDB inajiona mbali sana katika malengo yao na malengo ya Tanzania mmoja mmoja na wote kwa ujumla Niwapongeze sana kwa kutujali, na nikisema fursa zilizopo ni kwamba kwenye upande wa makundi ya bodaboda, oh, bajaji na kiangalia katika upande wa bodaboda ni kwamba CRDB wametuona ni kwamba ni watu ambao tuna changamoto kubwa sana, ambao wao wametufikia kuhakikisha ni kwamba wametupa fursa ya kukopa kwao, kwa maana tuna mkataba na wao, kwa maana bodaboda na bajaji kwa ajili ya kukopa kwao, bodaboda wote sasa hivi tunaelekezea CRDB kwa ajili ya kupata mikopo rahisi na mikopo ambayo haina riba kubwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana sana sana.